Shughuli nzima ya maombolezo na mazishi sasa imehamia katika kaunti za Kisumu na Siaya ambapo umma watapata fursa ya kutazama mwili wa hayati Raila Odinga ikiwa imeandaliwa ama shughuli hiyo ikiwa imeandaliwa jijini Kisumu. Maandalizi ya kumpa mkono wa buriani aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga yameshika kasi katika uga wa Jomo Kenyatta ambapo waombolezaji wanatarajiwa kufurika hapo kesho. Katibu wa wizara ya usalama Raymond Omollo amesema uwanja huo utasalia wazi kuanzia leo jioni, ili kutoa nafasi kwa waombolezaji kufika kwa wakati unaofaa. Kwa sasa tunaungana naye Laura Otieno kutuarifu shughuli zinazoendelea jijini Kisumu wakati huu. Laura. Na Mashirima, hapa katika kaunti ya Kisumu, shughuli ambayo inaendelea ni kwamba kuna hafla ambayo ilikuwa imeandaliwa na serikali ya kaunti ya Kisumu ikiongozwa na gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o na baadhi ya viongozi kutoka kaunti hii, lakini mapema kulikuwa na maandalizi maandalizim tulikuwa tunaangalia matayarishi na tulikuwa tumeandaa taarifa ifuatayo. Saa chache kabla ya mwili wa aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga kuwasili katika uwanja wa michezo wa Jomo Kenyatta huko Mamboleo, wakazi wa Kisumu tayari wamemiminika kwenye uwanja huo, baadhi wakinakili kumbukumbu zao huku maandalizi yakifikia dakika za lala salama, mamia ya waliofika hapa tayari wamelemewa na majonzi, wakisubiri kuutazama mwili wa kinara wao. Niko na shungu, siwezi kukula hata kulala kutangu Raila Amolo Odinga kufe. Kulala imenishinda, hata kukula imenishinda, ndio naona naongea na sauti kidogo, sina nguvu. Tusikwe na kuvurugana tukwe, tupange tu laini I also want to urge leaders that they shun from uh, succession politics this is not the time to play succession politics what we need right now is peace and unity as one people because that's what Raila Odinga advocated for jo Maafisa wa usalama tayari wanashika doria katika uga huo ulioko Mamboleo huku waziri wa usalama akisema kuwa mipango yote imekamilika kabla ya hafla ya Jumamosi. We expect members of the public uh, at the very least to be in to or to start streaming in by 7 a.m. in the morning. So the order of events is that uh, as soon as the body is here, uh, there will be no public speeches.

showing people out to line so that everybody gets an opportunity to see the prime minister and then leave. Kulingana na kamati ya maandalizi, waombolezaji wanaweza kufika uwanjani humo kuanzia Ijumaa, ili kusubiri kupokea mwili wa Odinga na kutoa heshima zao za mwisho. Mungu aweke baba malipeponi. Dora Otino, runinga ya Citizen. swira hapo awali katika uga wa Jomo Kenyatta ambapo mwili wa Raila Odinga utatarajiwa lakini kama unavyoona kuna watu ambao halaiki watu ambao wako hapa na mshumaa na wanasema kuwa wamefika kutoa rambirambi ama kufanya kumbukumbu kumbu ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na niko hapa na baadhi ya viongozi anza kwa jina na utuambie ni kwa nini mliamua kufanya hafla hii leo sasa tumeamua kujitayarisha kwa matarajio ya kufikisha mwili wa mheshimiwa Raila Odinga hapa. Unajua kuna uvumi ilikuwa imeenea sana huko Nairobi, ati ile kitendo kilifanyika airport na Kasarani, ati Kisumu itakuwa wazi. Hapana, watu wa Kisumu kandu wa leo na amani wafanye mwili ya Raila na roho yake ikue spiritualized ikue vizuri, waombe usiku, ndio unaona watajiandaa na musuma hapa na white moja kwa moja mpaka saa kumi usiku, mambo leo na vuvuzela na waombe kabisa, na ni watu wa amani wameamua kufika huko mapema na kuangalia mwili, so ni kuila kueneza uvumi ati kuna mfurukano itakuwa hapa, kuna tabia mbaya itakuwa hapa. Hakuna kitu kama hiyo. Raila alikuwa anapendwa, na tangu tusikie kifo yake hakuna kitu imeharibika Kisumu, na atakaribishwa na amani. Namshukuru sana pia. Pengine nizungumze pia na msichana hapa, naona mama karibu, anza na jina na unaambie unatarajia nini hapo kesho, wakati ambapo mwili wa Raila utafika. Kwa majina anaitwa Rosemary Otieno. Kesho sisi tuko hapa, na sisi tumependa Raila, tunatembea kwa amani. Hata vile tuko hapa, pale round about Kondele pia tuko na the same thing, tunafanya tumewasha candle and then tunataka kukaa mpaka asubuhi, atulali leo, kama tunangoja Raila. Sisi tuko na amani, we have peace Peace, peace kabisa no. Hakuna chenye imetendeka vibaya no. No. Hata eh, naona vijana hapa, kuna vijana wadogo watanashati. Anza na jina, unaambie unatarajia nini wakati ambapo mwili wa Raila utafika hapo, okay? Ja, kwa majina naitwa Clinton Ochengo Diambo, mimi ni mkazi wa Kisumu tunatarajia tukue na amani. Sisi kama watu wa Kisumu tumehuzunika sana, sisi kama Wakenya na vijana tumepoteza, tumekuwa na, tumepoteza mtu mkubwa sana kwa maisha yetu. Sasa tunaomba tu amani wakati wowote, wakati mwili utafika kesho, tutampokea Raila kwa heshima lake, hadi, hadi kupeleka kule Bondo. Ni Mungu tu. Asanteni. Haya, shukrani sana. Pengine pia nichukue wa mwisho, anza na jina, unaambie kesho baada ya kutazama mwili utaenda mpaka Bondo ama itakuwaje ji uh, kwa majina kwa majina anaitwa Brevely na Sheng uh, tume mtu mkubwa sana tunalia sana Kisumu, tunaomba Mungu aiweke mahali pema roho yake. Kesho baada ya kumwona moja kwa moja tutaenda hadi Bondo kumpumzisha mahali ambapo alizaliwa. Asante na mshukrani sana. Kama ulivyosikia, basi ndio taswira iliyo hapa, kama unaona kuna wengi ambao wameweka mishumaa. Kila mmoja amesema anakuja kutoa heshima zake za mwisho kwa hayati Raila Odinga, ambaye mwili wake utafikishwa katika uga wa Jomo Kenyatta eneo la Mamboleo hapo kesho, na kama ilivyoratibiwa na katibu uh, katika wizara ya usalama Raymond Omollo alisema kuwa hafla yenyewe itaanza saa 2 asubuhi mpaka saa 8 na nusu ama saa 9. Kwa hivyo mbivu na mbishi tutajua hapo kesho, wakati ambapo mwili wenyewe utafika katika uga wa Jomo Kenyatta, eneo la Mamboleo, kaunti ya Kisumu. Na mshukran Laura, hapo kutoka kaunti ya Kisumu. Bila shaka, ukitaka kujua mtu anapendwa, angalia jinsi ambavyo watu wanajitokeza.